Tunafanya tafiti hizi za ndege kama sehemu ya mwendelezo wa tafiti ambazo zilikuwa zikifanyika kwa kipindi chote kwa ajili ya kufuatilia banuwai ya ndege na maendeleo yake katika hifadhi ya Serengeti. Pia tunatengeneza taarifa ambazo zinatusaidia kujua aina za ndege ambazo zipo mpaka sasa hivi, na wakati mwingine pia hizi taarifa zinasaidia kwa wahifadhi katika utaratibu wao wa mipango yao kujua namna gani mali asili hii ya ndege iko katika hapa hifadhi ya Serengeti. Hifadhi ya taifa ya Serengeti ni muhimu sana kwa makazi ya ndege, kwa sababu ndege wote wanaokaa maeneo ya hifadhini na wale wanaopita na kuhama wote wanaweza kufika hapa, na pia haya makazi yamekuwa na upekee, kwa sababu yale mazingira halisi jinsi jinsi alivyo hayafanani na sehemu zingine. Kuna mito ambayo inapatikana mwaka mzima, kwa hiyo hiyo mito inasababisha ndege waendelee kuwepo maeneo hayo, hata kama wakati wa kipindi cha, cha kiangazi, lakini ndege bado wataendelea kuwepo hapo. Kwa ujumla wake, ndege wana muhimu kwenye mfumo wa ikolojia ya Serengeti kwa maana kwamba pia ni sehemu ya kivutio cha utalii. Kwa hiyo taarifa za aina ya ndege lazima wafahamike, ni aina zipi za ndege ambao wapo na hasa katika uhifadhi. Pia lazima tufahamu kwamba aina zipi ziko katika hali ipi, kama labda ya kutokuonekana kwa muda mrefu, kulingana na athari za uharibifu wa mazingira ndani ya hifadhi.